Wakati raia wa Tanzania wakiandamana na kusema no reforms no election, baadhi ya wa wasanii wakubwa na mastaa kibao nchini humo wameamua kusimama upande wa rais Mama Samia Suluhu Hassan. Je, hii ni hofu, uzalendo, au ni biashara ya kisiasa? Leo hapa kwenye Mizuka Media tunakuletea ushahidi wa videos kadhaa za wasanii mashuhuri Tanzania wakimsifia Rais Samia katikati ya moto wa madai ya haki za mabadiliko nchini Tanzania. Lakini je, hawa wasanii wanasimamia ukweli wao au wanatumika kusafirisha serikali? Kabla hujajibu, sikiliza wasanii ni wako pendwa walichosema kwa midomo yao wenyewe. Tanzania ya Mama Samia inang'ara. Samia nyunyuka nikuone hey! Mama Samia anashindwa, je Rais yakuone, lakini ya anakuona kwa hapo, si ndio? Kama utaweka mkono kama utaipa kwa sauti ya juu, ili mradi ujumbe ufikie, si ndio? kunguka zaidi. Kwanza kabisa, kiukweli, kwenye swala ya sekta ya uwekezaji, kwenye kuruhusu wafanya biashara kuingia na kuwekeza, inafanya kazi kubwa sana, miundombinu, vyombo vya habari sanaa michezo, ni mengi kwa kweli eh, ni, ni mengi, ni mengi sana ameyafanya, na mimi ni mshuhuda. Ukiangalia sasa hivi utaona utaona mambo mengi yamefunguka, amefunguka, anajisikia furaha uh, kupata nafasi ya kujeza kuja Kizimkazi alikozaliwa mheshimiwa rais, na kuweza kupata fursa ya kuperform na kukata keki na watu tumefurahi, kama ulivyoona, sio kwangu ni furaha sana. na usiku huu unakuwa ni usiku wa aina gani kwa chui? Uh, siku ya kuzaliwa ya mama na umekuwa ni msanii ambaye umehusika katika zoezi la kukata keki yake hapa. Uh, kiukweli na, na, na, na, na furahi sana na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kufika siku ya leo lakini pia nashukuru uh, kwa mheshimiwa rais uh, kwa kuweza ku, mimi kupata nafasi hii kuwa sehemu ya ya ya ya siku yake ya kuzaliwa ya, ya ya uh, kwa sababu mengi mazuri anafanya, na umeona, hawako watu wengi sana hapa kwa kupata nafasi kuweza kuja hapa na kufurahi na watu wa Kizimkazi alikozaliwa. Najiona ni mwanafamilia, najiona niko nyumbani kwa kwangu. Ni furaha sana bana. Kuna kuna jambo moja la kilimo na kuja na tuzo za wakulima na anakuja na hashtag hii si cheka na Samia kule bigia, Samia kule ningepiga mahindi ya Samia watu wanaoongoza chama hicho katika hoja ya maendeleo. Hakuna asiyejua kwamba kwa miaka minne Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya ukamilishaji mkubwa wa miradi aliyoikuta kutoka kwa mtangulizi wake na mingine kadhaa mipya. Kwa mfano, tunazungumza mradi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere. Mradi huu ulikuwa hata asilimia hamsini haujafika, lakini ndani ya kipindi cha miaka minne Leo tunavyozungumza mradi huu uko asilimia tisini na tisa. Haya yote yanatufanya sisi tuje mbele yenu kama mabalozi na kusema asante mama. Aya, kwenye uongozi wa miaka minne mama kaingia kwenye uongozi wake, miaka minne sasa hivi toka kaingia. Ameingia kipindi cha majonzi, tuna msiba kwenye nchi yetu. Kuna mwanaume ambaye angesimama pale kwenye kile kiti angefanya mambo kama mama aliyoyafanya? Sidhani. Ngoja niwaonyeshe. Vijana wangu wengi wanapita hapo kina Revan. Revan upo, Omi yupo, Dimples upo, uh, aya uh, Nasibu yupo hayupo, lakini wengi wanapita kwenye mapito hayo. Kwa hiyo wamekuwa na wametulia. uh, nimesikiliza nyimbo nyingi alizopiga Harmonize hapa sasa hivi lakini nyimbo mbili zimenikaa sana kichwani. Moja usikate tamaa, neva, usikate tamaa. Huo wimbo ameupangilia vizuri, ameutunga kwa ubunifu mkubwa sana, na ni hadithi au ni, ni maudhui au wasawa kweli kwamba katika maisha usikate tamaa nenda fanya kazi, jua focus yako unakwenda wapi, na Mungu atakusaidia utafika. Kwa hiyo huo nimeupenda sana. Lakini wa pili mtu na nusu anasema kwamba wanawake, ametutaja wengine hapa, wengine hakuwataja, lakini kwa ujumla anasema wanawake ni mtu na nusu, kila mwanamke ni mtu na nusu. Sasa sijui kwa nini katukata nusu, asemi watu wawili Sijui kwa nini katukata nusu, lakini akimaanisha kwamba tumetimiza ule utu, lakini na nusu ya utu tunayo juu yetu. Kwa hiyo mimi namshukuru sana, lakini niseme kwamba ni wimbo wa kweli, ni wimbo wa kweli. Ukiangalia kazi anazofanya mwanamke, hasa anazopitia mwanamke kukuza watoto. Nilikuwa namwangalia mamachinga anavyotamba, nikasema haki yako umezaa umekuza, umelea, alipofika leo kijana haki yake. Lakini kamwangalia mamachinga mwenyewe, naye mdogo, naye mdogo kasaa huyu. Mm, itakuwa kamzao mtoto kwenye kumi na saba, kumi na nane. Make mama na watoto hawako mbali, lakini amehaswa, amelea, amefika alipofika. Na wamama wengi tulioko hapa tumepitia njia hizo hizo, au sisi tuliopo hapa tumepitia njia hizo hizo na mama zetu. Lakini je, kauli hizi zinapokelewa vipi na mashabiki? Manake wengine wanaona kama wasanii hawa tayari ndio washajiuza, au wengine ni wazalendo wanaothamini juhudi za rais Mama Samia. Lakini swali linaloibuka ni je, ni salama kwa msanii kujihusisha moja kwa moja na siasa? Manake mimi binafsi naona hii ni hali hatari sana kwa msanii, kwa sababu mashabiki watakapokasirika, wanaweza hata kukupotezea kabisa. Lakini pia siasa inagusa kila mtu, kwa hiyo labda wasanii nao pia wana haki ya kusema wanachokiamini. Ila je, ni wakati sahihi wa kufanya hivyo wakati wananchi wanapiga kelele za haki zao no reforms, no election na je unadhani wasanii wa Tanzania wanapaswa kuchukua upande wa kisiasa waziwazi kama hivi au ni bora wakae kimya hadi mambo yatulie tuachie kwenye comment section lakini ukumbuke hapa Mizuka Media tunakupa ukweli bila kupaka rangi maanake mambo moto kama haya hayapaswi kukupita e bwana mi naitwa Rish mizuka kutoka Mizuka Media namba moja ni mimi namba mbili ni mimi namba tatu ni mimi nne na tano na waachia nyinyi hapo e bwana kwenye video ijayo.